Situ imbe wimbo sabini na mbili fungu moja tu. Tumesikia mbiu Yesu lo aponya <tose> <tose> kwa ajili ya hospitali hii ya Machame na hospitali ile ya Karatu. Kama mnavyoona, ile ya Karatu vingi vimeshafika, bado vingine viko njiani kwa hospitali hii. Na tendo hili tunaenda kulifanya katika jina la Mungu wa Utatu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Sasa malaika wa Bwana anasema chochote kinachotakaswa kwa neno na kwa sala kinakuwa kimetakasika milele. Na hivyo basi tunapoenda kufanya tendo hili, tusikie maneno ya Mungu yatakayosomwa na baadhi ya wachungaji. Maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu amekuita tena maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Amen, amen. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu naye atabarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Amen, amen. amen. E, nafsi yangu mhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote, akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Amen, amen. amen. Mimi ndimi mchungaji mwema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Amen, basi tuombe. E Mungu Baba yetu wa mbinguni Tunakushukuru kwa kutujalia neema ya kupata vifaa hivi. Asante kwa kila mmoja aliyeshiriki katika upatikanaji wa vifaa hivi kwa hospitali zetu hizi za Machame na kule Karatu. Tunakuomba baraka yako iwe nasi sote, kila vifaa hivi vitakapotumika kuwahudumia watu wako. Tubariki sisi wanao ili upendano na umoja udumu katika kukutumikia wewe, kwa kama kufuata agizo lako kwamba umetutuma kuwaponye wagonjwa, kuwaganga walio na afya dhaifu. Tunakuomba vipawa vyetu mbalimbali vikaendelee kuzaa matunda mema hapa duniani, na tunaomba na kushukuru kwa jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Basi na mimi sasa kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na mamlaka niliyopewa na neno la Mungu ninaweka vifaa vyote hivi wakfu pamoja na vile vya kule Karatu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Vifaa Amen. Amen. Amen. hivi vikatumike kwa utukufu wa Mungu, na asanteni sana kwa kuweza kufika kushuhudia tendo hili, na muhimu katika vifaa hivi ni kuona kwamba vinatumika kwa uadilifu na kwa uangalifu. Utunzaji wa vifaa hivi ni muhimu sana sana. Sasa ndugu wapendwa, kama ambavyo nimesikia risala iliyosomwa risala zilizosomwa pale chepo moja, inasema tunahitaji kumshukuru Mungu kutujalia siku hii kukutana hapa katika hospitali hii ya Machame. Imetajwa pia katika risala ile kwamba hospitali hii sasa ina zaidi ya miaka 130 na, na hii inatukumbusha kwamba tangu walipofika wamisionari hapa, pamoja na huduma ya kutoa neno la Mungu, kuhubiri injili ya Yesu Kristo, jambo la tiba, jambo la afya kwa watu lilikuwa ni sehemu muhimu katika huduma yao, na ndipo hospitali hii ikawepo hapa. Tunamshukuru sana Mungu kwamba kwa miaka yote hii zaidi ya 130 hospitali hii imewahudumia watu wa Mungu. Ninamshukuru sana kaimu daktari kiongozi wa hospitali hii Dokta Mwasha. Nashukuru na sana mwenyekiti wetu wa bodi Dokta Mandari. Ninawashukuru sana uongozi mzima wa hospitali management pamoja na watumishi wote, huduma mnayofanya inaendeleza huduma hiyo ambayo hospitali hii imekuwa ikitoa kwa miaka yote hii. Na ninasema huduma yenu Mungu anaiona na kuitambua sana. O, Mungu awabariki na Mungu awaongoze katika kuwahudumia watu wake chukua fursa hii pia kuwashukuru sana au marafiki zetu ambao wametoa vifaa hivi kwa hospitali zetu hizi mbili, Global Health Ministry na wale wengine ambao wametajwa eh, CHI wa kule Nebraska, lakini pia wale wa Evangelical Lutheran Church kule Bavaria na kipekee sana tusisahau pia eh, michango mikubwa ambayo tumepokea kutoka kule Bayreuth kupit, kupitia eh, Dr. Saila. Naweza kuona kwamba dayosisi inajitahidi kuendeleza uhusiano huu na marafiki zetu wa nje kwa nia, nia ya kuhudumia hospitali hii. Tunashukuru kwamba eh, Dayosisi inajitahidi pia kuandika miradi mbalimbali mbali kwa ajili ya kupata eh, watu watakaotushika mkono eh, kusaidia kuendeleza hospitali zetu na huduma huduma zake. Ndugu zangu, napenda kuwaomba sana muendelee kuombea uhusiano huu na kuimarisha uhusiano huu eh, ili Uh, tuweze kuendelea kupata vifaa zaidi na misaada zaidi. Dkt. Mwasha, anapenda kukuhakikishia kwamba tangu umefika hapa Dayosisi na mimi binafsi nimetiwa moyo sana kwa kuona mwamko mpya katika hospitali yetu hii. Ninasikiliza huku na huko. Moja umetangulia na kutanguliza sana kujenga ujirani mwema na mahusiano mazuri na ndio maana nawaona hawa wachungaji na hawa wajumbe waliotoka katika sharika zetu e, wamefika hapa. Hili ni jambo la muhimu sana, ili kujenga ile roho ya iliyokuwepo ya kuona hospitali hii ni yetu, na ninapenda kukuhakikishia kwa uwepo wa wachungaji hawa, na nitoe wito kwao, naombeni sasa kwa kuwa mmesikia na mmeona, niombe sana mwendelee kujenga uhusiano mzuri na kutangaza kwa washarika wanaozunguka hospitali hii, lakini na mahali pengine pote, kwamba hospitali ipo, huduma zipo, wataalamu wapo, vifaa vipo, na watu waweze kufika katika hospitali hii na na hospitali kule Karatu wakapate matibabu wakapate huduma, huduma ni njema. Nilisikia kutoka hotuba yako kwamba lisema eh, changamoto changamoto mbili au hasa kipekee kuhusu umri wa majengo yetu na haja hitaji la ukarabati na ukarabati mkubwa. Ninashukuru kwamba tayari kuna mipango kupitia bodi na management kuweka mpango kamili wa namna ambavyo ukarabati huu mkubwa utaweza kufanyika. Nipende kusema ukienda Ulaya, ukienda Marekani, unakuta majengo yana miaka mia sita, bado yako katika hali nzuri. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wenzetu wale wamejitengea wamejijengea tabia ya kitu kinachoitwa eh, maintenance. Mm -hmm. Maintenance na hii hawakai wasubiri utara, uh, uh, uh, ukarabati mkubwa bali wa, katika mipango yao na bajeti zao kila mwaka kuna utaratibu wa kufanya maintenance maintenance. Kwa hiyo na hili ndilo ningependa kuwatia moyo sana, kwamba tujenge utamaduni huo, sio ngoje mpaka kitu kiharibike kabisa, kichakae kabisa, ndipo uanze kusema tunaandika mradi wa ukarabati mkubwa. Tujenge utamaduni wa maintenance eh? Kitu kidogo tu kimeharibika mahali fulani tu pamechafuka, kama hivi kuweza kupiga rangi. Kitu kidogo kimeharibika, mara moja kufuatilia, kuweka, kukitengeneza hii, eh, ndio ningeomba eh. Lakini kwa kuona hali halisi, nipende tu kuwatia moyo daktari kiongozi na bodi kwamba dayosisi, eh, itakuwa pamoja na ninyi, tutakuwa pamoja na ninyi katika kufanya ukarabati mkubwa. Na changamoto ya pili nilisema, eh, ni pamoja na kuwepo kwa wanaitwa ni maduka ma, madawa, madawa muhimu eh, sio kwamba ni vibaya ya kiwepo, lakini shida ni pale ambapo watu wanaacha wataalamu hapa wenye uelewa ambao wanaacha vipimo hapa, watu wanakwenda tu kujipatia zile dawa, na bahati mbaya sana wale wenye, eh, haya wanaitwa maduka ya madawa muhimu, wao wanawapa tu, na saa nyingine hata wanajifanya kuwa ni madaktari na wataalamu, na matokeo yake ni kama ulivyosema watu wengi wanajikuta wameshaharibika kutokana na kutumia madawa ambayo sio sahihi, kiwango ambacho sio sahihi. Na hili ningesema kwa kweli, panahitajika hili elimu, elimu kwa watu wote, watu waweze kujua, wafike hapa wapate vipimo sahihi, wapate eh, matibabu sahihi, na wasiharibu eh, miili yao na afya zao kwa kukimbilia huko bila kwanza kufanyiwa vipimo. Kwa hiyo hii ingekuwa ni wito wetu na nafasi yetu pia, wapendwa wachungaji, kuendelea kutoa elimu hiyo. Kama alivyosema, watu wafike waitumie hospitali yetu. Basi baada ya kusema haya machache, niendelee tu kusema tunapofanya huduma kama hizi tu tangu mwanzo tuhesabu kama sehemu muhimu ya utume wetu kama mm. kanisa mm. Yesu alipowaita hata wale kumi na wawili, Mathayo kumi mm. mstari wa kwanza usoma, aliwapa mamlaka wahubiri, wat, watoe pepo, lakini wanasema waponye wa watu eh, kwa maana hiyo watoe tiba kwa watu wenye madhaifu mbalimbali tuendelee kuifanya huduma hii, tuendelee kuitangaza hospitali yetu vizuri, na tuendelee kuitumia hospitali hii. Ni neema ambayo Mungu ameweka katika jamii yetu. Baada ya kusema hayo machache, basi niwapongeze tena sana na kuendelea kuwashukuru sana hawa shirika la Global Health Ministry, watu wa CHI kupitia Bwana Bob Keswem, tumeona mambo makubwa ambayo wametusaidia katika kuboresha huduma za hospitali zetu. Nasema Mungu awabariki na Mungu akibariki sisi sote, asanteni sana.